Tunataka miaka mitano ijayo vijana wawe ndio tegemeo la taifa la Tanzania, na hiyo inawezekana. Hilo litawezekana kwa kujenga mazingira sahihi na rafiki, kama ambavyo serikali inafanya. Tunataka vijana tuwahamishe kutoka katika kutafuta ajira, waanze kutengeneza ajira, na hilo pia linawezekana kwa sababu miundo mbinu itatengenezwa na fursa pia zitatolewa. Leo nikiwa kule Same Magharibi, nilipita sehemu nikakuta vijana wako pale. Walianza na mkopo wa milioni tano. Leo wananiambia wanatenda za kutengeneza ya madirisha na nini, wanafanya kazi za aluminium. Kwenye mahospitali, wanafanya kwenye mashule na wakaniambia wanatenda moja anafikiri milioni 40, wana tenda nyingine sasa milioni 30, wanatana nyingine si milioni 40. Wanawaza kwanza kuagiza vifaa kutoka China kuvileta hapa ili wawe wasambazaji wakubwa. Nikamwambia "mmewaza" vizuri, lakini baada ya kuwaza hapo muwaze kwenda huko China kununua mashine inayozalisha hivyo vifaa ambavyo nyinyi mnaenda kuvifuata, ili nyinyi mzisambaze. Ndio tunakotaka kuelekea kama vijana wa nchi hii.